Baadhi ya viongozi wa kisiasa nchini wametilia shaka kifo cha aliyekuwa Mbunge wa Lugari Cyrus Jirongo, wakieleza kwamba hakuna abiria aliyejitokeza Ha, kutoka kwa basi lililohusika katika ajali hiyo hadi kufikia sasa, wakishinikiza uchunguzi wa haraka kufanyika kuhusu chanzo cha kifo cha mbunge huyo wa zamani. Wakizungumza katika ibada ya kumkumbuka iliyoandaliwa jijini Nairobi, viongozi hao walimtaja Jirongo kama kiongozi aliyekuwa na uhusiano na watu kutoka matabaka mbalimbali mbali. Isaac Msioka na taarifa hiyo baada ya kifo tatanishi cha aliyekuwa mbunge wa Lugari Cyrus Jirogo, God is good. Baadhi ya viongozi nchini wametilia shaka kuwa Jirogo aliaga dunia kwa ajali ya barabara ya kawaida, wakieleza kuwa hakuna abiria aliyejitokeleza kutoka kwa basi walilogongana nalo, wakishinikiza uchunguzi kamili wa kiini cha kifo chake kufanyika.

are mysterious. There are so many glaring gaps. So when you hear us say that uh, we want a proper thorough forensic investigation, we know what we are saying. I, I, I don't know why some people are getting uncomfortable when we say these things. Wakizungumza katika misa ya kumbukumbu iliyoandaliwa jijini Nairobi, viongozi hao wakiongozwa na vinara upinzani akiwemo Martha Karua na mwenzake Eugene Wamalwa, Walimtaja Cyrus hakuwa mkabila kwani alikuwa na marafiki kutoka kila pembe ya Kenya na alishabikia pakubwa umoja wa jamii ya Mulembe. He was not actually limited by political boundaries. And this is how Jirongo lived his life and that is why in this congregation you could see people across the political aisle. He did not know any borders. In fact, if he was a doctor, he would have been one of those Medecins Sans Frontieres, doctors without borders.

To a person who had a large heart. Na kutokana na pendekezo la gavana Natembeya ya Jirogo kuzikwa na tochi ili kubaini waliohusika na kifo chake, aliyekuwa waziri utumishi wa umma Moses Kuria ameunga mkono pendekezo hilo akijitolea kuinunua tochi hiyo yeye mwenyewe. Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Jubilee, David Murathe, akisifia mchango wa kumfanya Uhuru Kenyatta wa Jirongo kumfanya Uhuru Kenyatta kuwa Rais wa Kenya. Isaac Musioka.